Usiswipe kama unatafuta nywele ya kudumu muda mrefu nzuri afu ya bei nafuu, hii hapa jamani, bei nafuu sana na kusuka na ina kudumu muda mrefu sana. Unaweza ukakaa miezi mitatu, hiyo mingine utakayoongezea ni nyongeza yako, ila mimi msusi nakupa miezi mitatu, utaongeza na yako pale utakavyoona kwamba nywele bado haijachoka. Hii inasema hivi kwa confidence kwa sababu ya feedback ninazozipata kwa wateja wangu. Feedback ni positive positive positive yani 10 over 10. Kwao angalia hii video mpaka mwisho uone huyu dada anavyoonekana kwa mbele. Nikapendeza. Ni mteja wangu. Yaani nimemsuka zaidi ya mara moja. You know guys. Kwao kazi yangu ni nzuri. Kwao uzuri wa hii nywele pia ni vile tu na mimi naisuka vizuri. Sio imani here anasisitiza, ila vile naisuka vizuri. Yo. Huko <laughs> baba, mimi nakuambia jamani, nimesuka imani here laki mbili hawezi kukataa, kwa sababu kwanza kitu ni chepesi unae, na unaweza ukaosha na inadumu na haichakai haraka na unaweza ukaripea. Yani njoo nitakuripea. Yani ni, hmm, unabana style yote unayoitaka, yani sijui nisemeje kwenye nywele, lakini nimwambie dada kwamba na kurekodi, nitaipigia kelele watu wajue hii nywele ni nzuri sana pipo. Yani ni nzuri mno, angalia alivyopendeza na tabasamu lake teja wangu. hmm, ni mrembo jamani, nafurahi, nampenda.